Sebara yes, mora ya kazi ya story kubwa ambayo imekuwa gumzo kubwa nchini Tanzania siku ya leo ni kuhusiana na kufungiwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa kuelekea katika mchezo wa fainali ya mechi ya mkondo wa pili kati ya Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya RS Berkane. Sasa kwa upande mwingine, ngoja tumjue mtu ambaye yuko nyuma hili zengwe ni Mr. Fauzi Alkeja. Amezaliwa mwaka 1970 mjini Berkane, lakini fahamu, kwa mwaka 2014 akachaguliwa kuwa rais wa chama cha soka cha Morocco. Mpaka sasa anaendelea kuwa rais wa Royal Moroccan Football Federation, lakini ni mzami ni ama ndiye ambaye anayemiliki klabu ya soka ya RS Berkane, na mwaka 2017 alichaguliwa kuwa makamu wa pili wa rais wa CAF. Mwaka 2021 ameterua kuwa mwenyekiti wa kamati ya fedha ya CAF, mwaka huo huo 2021 akachaguliwa kuingia katika Executive Council of Arabic Association Union. Kwa hiyo huyo ndiye Fauz lekaji ambaye yuko nyuma hili. Kwa sababu gani? anataka timu yake ya Berkane ichezee visiwani Zanzibari na isichezee katika uwanja wa Benjamin Mkapa.